Nitoe wito kwamba isije ikawa ni leo moja tu, hizi hamasa mliozionesha ziendelee mpaka tuhakikishe nchi hii tumeikamata wenyewe na Othman Masud anaiongoza nchi yetu inshallah. <coughs> mimi nilipoambiwa nije hapa Wingwi nilifurahi kwa sababu moja. Tulipokuwa katika kampeni, katika mkutano wa kampeni ambao ulinisisimua na umeganda kwenye akili yangu na kumbukumbu kumbu zangu, ni mkutano wa Wingwi <laughs> eh, hamasa zilikuwa kubwa, umma ulifurika na kama mashindano ya majimbo yalianzia pale. Kwa hivyo hongereni sana watu wa wingi. Mimi siwezi kujidai kwamba naijua jiografia ya Pemba kiasi hicho na watu wake, lakini nashukuru, mara nyingine naweza kusema pengine nimeitembea Pemba zaidi kuliko hata Unguja, kwa sababu moja tu, tangu zama za mzee wetu Mwenyezi Mungu amlaze pema marhumu Maalim Seif, alikuwa na dasturi tukifuatana naye ziara, hana asipofika na miaka ile ya mwanzo, akilala viamboni humo na sisi. Mimi nilikuwa katibu wake kwa miaka mingi, kwa hivyo tulikuwa tunafuatana naye na sisi wengine. Mi mpaka leo namshukuru Mwenyezi Mungu amlipe wema, aliko alikolala kwa sababu katubadilishia mpaka utamaduni wetu, ingelikuwa tabu pengine kwa makuzi yetu kuna baadhi ya maisha kuyakubali na kuyaishi, lakini kalifanya, mimi leo naweza kuishi na kwenda kukaa na kuzungumza na watu wa pahala popote katika visiwa vyetu kwa sababu ya utaratibu ule. Kwa hiyo nasema kupitia utaratibu ule, kwa sababu mara nyingi tulikuja Pemba tunalala umefika sehemu nyingi zaidi kuliko Unguja ambapo ndio nilipo, lakini Unguja wengine tutakwenda, tutafanya shughuli tukisha tunarudi. Lakini saa nilipokuwa nakuja, pamoja kwamba sijui nilikuwa naambiwa na dereva aliyenileta hapa ananiambia kwamba kwa, kwa Pemba hii yeye kwa tathmini yake hakuna eneo au kijiji chenye eneo kubwa kama kijiji cha wingwi akawa ananitajia zile wingwi hii wingwi hii wingwi hii nikampa mfano nikaambia ni kama kule unguja na donge maana donge nayo ina na donge nyingi sana na kweli ukizamia jiografia ya donge kwa unguja ukishavuka mahonda tu pale unaanza kuzisabu donge mpaka unakaribia mkokotoni pale kule mwisho a nasema, nimeambiwa hivyo kwa, ninafurahi ni kwa kwamba pahala kama hapa pakiwa na kitovu cha harakati za siasa, manake mna chemchem ambayo inakwenda kueneza maeneo yote ya Pemba ikianzia hapa Wingu. Ndio maana nasema nawapongeza sana. <coughs> nimpongeze mwakilishi katajwa na diwani na wote ambao wamesaidia kwa hatua wa mbalimbali, naamini na wengine kwa sababu mmesema barza ya aina yake, ina majimbo mawili kwa inategemea uongozi wa majimbo yote mawili, watashirikiana kuendelea kusaidia kila pale ambapo panahitajika nyenzo zaidi za kuimarisha baraza hili. Sasa ndugu zangu, najua mimi hamasa hizi na kuja watu hawa hawajajia baraza hawa jajia, hawajajia ufunguzi wa barza, uongo jamani. Wengine <tabili> wanasema, ah, huyu Jussa mbona anatuzungusha? amani wa barza tu tangu kaza, niseme tunajua kiu kubwa ambayo watu mnayo juu ya kujua hatima ya harakati zetu, lakini naogopa nsiwe mtovu wa adabu na mtovu wa nidhamu, kwama mwenyekiti wangu juzi na jana kishasema na mie tena nikasema. Lakini nadhani nitakuwa si mtovu wa nidhamu nikipita mle amamo kapita yeye, sababu sisi tumelelewa, ndo maana unasema ni watoto wa Maalim Sefu tumelelewa na nidhamu zake. Mkubwa akishasema, lazima sisi wengine tujifundishe kwamba tena hupaswi kumkiuka. Lakini mimi ama, nataka nikwambieni kwamba poweni roho zenu, tunakoelekea inshallah ku...